Okay, hapa tunakuja katika kipengele chetu cha tatu. Unapotaka kuotesha mtiki wako katika kitalu, hii hatua ya tatu ni kwamba kuhudumia kitalu chako. Sasa katika ukihudumia, lazima uwe na upangaji wa vile viriba vyako. Viriba vyako utajipanga in form ya block, kama unavyoona hizi. Hizi ni block, ambapo katika block unaweza ka, ukaa kila block moja unaweza kuiweka ikawa na viriba labda tuseme mia tatu. Ambapo unavipanga mstatili. Uh, hii laini ya kwanza unavipanga 15 na hii line ya pili unavipanga 20 ambapo utatimiza viriba 300. Pia kutoka block na block nyingine, kama unavyoona hapa, inabidi uache 0.5 mita, lakini ile line ambayo tunasema ni main access road, hii inabidi uache mita moja, upana mita moja kutoka upande mmoja na mwingine, lakini kutoka block moja na nyingine utaacha 0.5. Uh, faida ya hizi ya hizi access road ni kwamba utakapokuwa ukifanya zile nursery management, labda unafanya watering, yani kumwagilia. Hizi ni barabara ambazo utakazokuwa unatumia kuweza kumwagilia vile viriba vyako, sawa. Kwa hiyo hii ni upangaji bora wa kitalu chako. Cha kwanza, inaleta mvuto cha pili, inakurahisishia ina unapokuwa ukihudumia, uh, vitalu vyako au hivi viriba vyako. Tukitoka hapo, katika kuhudumia kitalu, kuna management ambazo inabidi uzifanye. Management ya kwanza ni watering, ni umwagiliaji, ambapo unaweza kuhakikisha kwa wiki umwagilie maji mara nne kwenye viriba vyako, ambapo unaweza ukatumia mpira unaotoka direct kwenye bomba na kumwagilia hapa au ukatumia zile keni unachota maji kwenye keni na kumwagilia maji ya kutosha. Kama tulivyosema hapo awali, eneo lako hili litakuwa linafikiwa na jua direct. Kwa hiyo maji ambayo inabidi uweke hapa yawe ni maji ya kutosheleza, na usimwagie kila siku. Unaweza kumwagia leo, kesho kapumzika, kesho kutwa hadi zikatimia siku nne ukiwa unamwagilia viriba vyako. Na kama jua ni kali mno, ndio unaweza kuwa unamwagilia frequently, labda leo, kesho na kesho kutwa. Nafikiri tumeelewana. Pia kuna management ya pili ambayo ni weeding. Hii weeding tunasema ni upaliliaji. Kuna muda ambapo unapokuwa ukifanya watering utapelekea accessibility ya growing ya weeding, yani maana yake majani kuota pembeni ama katikati ya viriba. Kwa hiyo ili uweze kufanya nursery management lazima utangolea majani yako na kuacha viriba vikiwa safi. Pia kuna activity ya tatu ni sorting. Kusoti ni kitendo cha kuondoa au kuchagua miche iliyokuwa bora ambayo sio bora ama imekufa au kuwa na viashiria vya kuwa diseased attacked, yani, kuna miche ukiangalia kabisa unajua hii imeshikwa na magonjwa, haina budi kuendelea kuwepo katika bloko yetu. Kwa hiyo tutaifanyia sorting, tutaitoa na kuiacha ile miche ambayo ina afya nzuri na ina uwezo mzuri wa mwendelezo wa kusurvive pia. Activity ya nne katika kitabu chetu ni root pruning. Hii ni process ya kuweza kupruni mizizi ili isiweze kwenda chini kwenye ardhi. Maana yake ikienda kwenye ardhi sawa, itakuwa na mwisho wa siku utakuta badala ya kuwa inategemea chakula cha kwenye kiriba chako na kukupa urahisi wa kuhamisha kutoka hapa kupeleka shambani, mwisho wa siku itaota na kwenda chini na ambapo utakapotaka kuipeleka shambani itakulazimu uweze kuinua sasa. Ili usiweze kuruhusu ile hali kuweza kufika, utafanya root pruning. Utakuwa una prune mizizi yako kwa kutumia kisu au ukatumia pruning waya, ambayo ile waya huwa mtu anakaa huku na mwingine anakaa huku, zinapitishwa chini, japo hiyo sio applicable sana kwenye vitalu vyetu. Applicable ni ya kutumia kisu ambacho unachukua mche wako, unakata mzizi wako na kukirudisha kiriba hapa hapa. Baada ya kufanya hivyo, unazimwagilia ziweze ku retain kwenye ile original condition iliyokuwa nayo pale awali kabla ya kuwa hauja prune, na ikilazimika sasa zaidi, ndio kuna hii activity ya mwisho ambayo ni fertilization, japo kwa mitiki hii sio applicable sana kwa sababu mitiki ina uwezo wa kutumia kile chakula tulichokiandaa kwenye maandalizi ya udongo. Kwa hiyo hii fertilization ni option endapo viriba vitakuwa vime Tumika sana na ni virutubisho vyake. Mwisho wa siku tutaiboost ile miche ambayo inaonekana kudhoofu kwa kutumia fertilizer. Nafikiri hichi ni kipengele cha tatu katika maandalizi ya ukuzaji wa mche wa mtiki kwenye kitalu, na mwisho wa siku kwenda kuipanda shambani. Na hatua ya mwisho ni kwamba mti wetu au mche wa mtiki, baada ya kuwa umepandwa na kuota, una uwezo wa kukaa kwenye kitalu kuanzia miezi minne mpaka nane. Hii ni miezi ambayo kuanzia hii minne mpaka nane, baada ya kupandwa mtiki una uwezo wa kuwa transferred kutoka kwenye nursery na kupelekwa shambani kwa niaba ya kuweza kupandwa. Kwa hiyo mti wa mtiki ukifikisha miezi hii miezi minane kutoka minne mpaka minane una uwezo wa kupelekwa shambani na kuoteshwa. Pia vile vile, unaweza ukaexceed na kufika hata miezi kumi mpaka mwaka mzima unaweza ukawepo kwenye kitalu lakini management zitakuwa ni hizi hizi. Kwa hiyo ukiwa unafanyia root pruning, mche wako unaweza kunenepa, lakini usifike hatua ya kunenepa zaidi, kwa sababu utakuwa unatumia vile vyakula vilivyokuwa kwenye kiriba. Kwa hiyo muda sahihi ikifikisha miezi minne mpaka nane hapa katikati, una uwezo wa kutransfer na kupeleka kwenye plantation kwa niaba ya kupandwa. Nafikiri kipengele hichi cha kuhudumia kitalu kimeeleweka zaidi, na hichi ni kipengele chetu cha tatu, baada ya kipengele cha kwanza, cha pili, na hichi ndiyo cha tatu. Tutajifunza zaidi kwenye kipengele kingine cha nne cha upandaji miti katika shamba.